Pende kutoa taarifa pia kwa wapiga kura wote wa jimbo la Mbeya vijijini kwamba maandalizi kwa ajili ya upigaji wa kura tarehe 26 yamekamilika na sisi uko tayari kuhakikisha kwamba tunasimamia ndoaji wa vifaa kwenye vituo, na nikuombe tu la niombe tu toe lai kwamba zoezi hili la upigaji wa kura litafanyika tarehe 29 mwezi wa kumi. Pia nipende kuwajulisha kwamba wapiga kura wa jimbo la Mbeya vijijini waende wakapige kura kwenye vituo vile ambavyo walijiandikisha au wakati wajakaboresha daftari wawapiga kura. Vituo vitafunguliwa saa moja kamili na vitafungwa saa kumi kamili. Ni waombe tu wananchi wa Mbeya kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura kwenda kuchagua viongozi wetu ambao tutapata nafasi ya kutongoza kwa kipindi cha miaka mitano. Kwa kweli usipoenda kupiga kura haujitendei haki, kwa sababu utakuwa unajilaumu kwamba kiongozi huyu haleti maendeleo au hanisikilizi, lakini hujajihusisha katika kumpata huyo huyo kiongozi, na huko ni kujikosesha haki yako ya kikatiba, kati haki yako ya kupiga kura. Ni waombe tena wananchi wa jimbo la Mbeya vijijini twende kwa jitokeze kupiga kula, kula yako haki yako, jitokeze kupiga kula. Mkuu, mmetoa me, mafunzo ya aina gani? Awali tulisikia kwa habari ya mafunzo yale ya sheria, kanuni, nidhamu na vitu kama hivyo, ni kipi ambacho umewalisha hawa watu hata utudhibitishie kwamba wameiva na tutarajie hakuna ishu yoyote ya utaratibu? Tumetoa mafunzo ya utaratibu wa upigaji wa kula sasa miongozo iko tayari. Uchaguzi unaendesha kwa sheria, kanuni, miongozo na taratibu. Kwa hiyo hayo yote tumewapitisha kwenye miongozo, wapigaji upigaji wa kura na sheria zote ambazo zinatakiwa kufuata na yale mambo ambayo hayatakiwi kufuata juu ya upigaji wa kura. Tumewaeleza namna ya kutenda haki na kuhakikisha kwamba wanashirikiana na mawakala wa vyama vya siasa kuhakikisha kwamba kituo cha upigaji wa kura kinakuwa salama na wananchi wanapiga kula bila kuwa na malalamiko, lakini pia malalamiko kutoka kwenye vyama vya siasa ambao ndio wanaohusika kwenye zoezi la mchakato wa uchaguzi. mm -hmm. Mtanzania yeyote ana haki ya kupiga kula, weza kwamba yuko kwenye kundi la kawaida au kundi maalum, na makundi maalum ambayo tunayasema ni kama wazee, lakini watu wenye ulemavu tofauti tofauti Eh, kama wagonjwa wamama wajawazito, haya yote ni makundi maalum ambayo yanahitaji kupewa kipaumbele kipindi cha upigaji wa kura. Tumewaeleza wasimamizi wa vituo makundi haya yakapewa kipaumbele. Mzee akionekana kwenye kituo apewe kupiga kura kwa haraka, hata bila kupanga kwenye mstari. Karani mwongozaji atafanya kazi ya kuwaomba wapiga kura wengine kwamba mzee akapiga kura sababu na anaonekana kwa umri wake kwamba anahitaji kuhudumiwa na Watanzania wengine, lakini vile vile wakina mama wajawazito pia tumewaelekeza kwamba wawape kipaumbele wapige kura na warudi eh kwa haraka. Lakini vile vile watu ambao wameletwa vituo pengine ni wagonjwa na ni watake tena. Wananchi, baada haya yote kutimia, kwa maana umepiga kura yako, nenda nyumbani, usikae kwenye kituo cha kupigia kura, nenda nyumbani ukisubiri baada ya saa kumi kusubiri matokeo kwenye kituo chako, lakini ukusubiri matokeo aa, kwa kiongozi wako ambayo umemchagua kwa maana ya diwani, lakini pia kwa maana ya mbunge. Matokeo yatatoka na utasikia hivi. Hakuna sababu ya kwenda kupiga kura alafu kakaa kwenye kituo. Piga kura yako, nenda kashughuliki na shughuli nyingine za uzalishaji mali. Jina naitwa Severina Martin Ruben, ni msimamizi mkuu wa kituo katika kata ya Mshewe. Mafunzo haya leo ni siku yetu ya pili. Mafunzo nimeyapokea vizuri, nimejifunza kutenda haki kwa kila mtu, kuzingatia watu wenye ulemavu, watu wenye mahitaji maalum, kuwapa kipaumbele katika zoezi hili. Kikubwa ni kutenda haki. Niwaombe wakazi wa Mshewe waweze kujitokeza kadri wanapoweza kwa wakati. Tutakuwepo pale na tutamaliza zoezi letu vizuri. Tunaomba Mungu atusaidie. Jina naitwa John Fredrik Ruhanga, ni msimamizi namba mbili, kata ya Utengule Usongwe, kituo cha Mlima Leli. Napenda kutoa ufafanuzi kidogo katika mafunzo ambayo tumeyapata ndani ya siku mbili, na leo ni siku ya pili kwa ajili ya kuhitimisha mafunzo haya. Tumeyapokea vizuri sana, mafunzo yameelimisha na yamejali katika kila upande wa kila mwananchi wa kila Mtanzania naweza kusema amejali katika nyanja zote, katika kuanzia walio watu wazima wenye, ma, wenye ulemavu na matatizo yoyote yale, imeweza kukizi hadi kwa wale wenye upofu.